Eneo la Imaranguzu lililopo kata ya Rwamgasa wilayani Geita ni miongoni mwa eneo ambalo lina idadi kubwa ya wachimbaji wa madini. Licha ya kundi hili kujua athari zitokanazo na ugonjwa wa kifua kikuu, bado kundi hili linakuwa na uzito wa kwenda kupima afya zao kutokana na sababu mbalimbali mbali, kama wanavyoeleza. Wanaogopa kwamba nikienda kupima nitaonekana kwamba nina virusi vya ukimwi, alafu ndio wanaogopa kwamba ah! Mwenzangu, nikienda kupima nitaambiwa kwamba nina HIV, kumbe si naweza si kuwa na, na tatizo la TB. Ah, ni kutokana tu na shughuli zetu hizi maeneo tulipo. Wakati mwingine hatupati muda wa kwenda kup, kupima kuangalia afya zetu, nanii ya serikali kututembelea inakuwa mara chache sana kutusogezea huduma hiyo. Wengine ni waoga kwenda kupima, labda wanaona tu bora wakae au waelewi afya zao. Upande wangu hata mimi sijawahi kweli kupima, labda kwa kuwa sijaona dalili yoyote ya huo ugonjwa. Wachimbaji hao wanatoa ombi gani kwa serikali ili kuwasaidia kuokoa afya zao na ugonjwa hatari wa kifua kikuu? Serikali, mimi kwa ushauri wangu, naiomba watembelee kaya, kila kaya itembelee kila mgodi na kila duara wanapofanyia kazi, wawape semina nzuri ya kumshawishi mtu aweze kupima. Hii inatakiwa moja kwa moja kuwa na semina za mara kwa mara na madarasa huru, madarasa ya mara kwa mara ya kutoa semina juu ya umuhimu wa upimaji kabla mtu hajapatwa na tatizo au ugonjwa wowote ule. Kwa hiyo tungeomba tu serikali, ikiwezekana ilete basi hii huduma hapa mara kwa mara ambayo inaweza ikasaidia kubaini maradhi haya na kusaidia wengine wasiende, wasiweze kuambukizwa. Dr. Festo Manyerezi kutoka hospitali rufa ya rufaa ya mkoa wa Geita, kitengo cha kifua kikuu, ukimwi na ukoma, anabainisha jitihada wanazozifanya kulisaidia kundi hili uh, wachimbaji. Kwa nini tunasema hapo hatarini? Kwanza, kitu cha kwanza, hasahasa kwa wale wachimbaji ambao wadogodogo hawatumii vifaa vya kujikinga na na lile vumbi ambao wanakuwa nalipata, lakini wengine pia wanachenjua zile nani zahabu, wanatumia mercury moja kwa moja zinakuwa vinaenda ah, kwa asili mapafu. Cha kwanza tunawapa elimu kwamba ni namna gani mtu akigundulika kuwa na kifua kikuu kuna umuhimu gani wa kupima pia na magonjwa kama vile wa VVU, kwa sababu kupima VVU ni muhimu sana kwamba mtu akianza matibabu ya TB kama hajagundulika hali yake ya VVU na akawa na maambukizi ya VVU pasipo kupewa matibabu sahihi, kwamba mtu huyo anaweza asipone kiurahisi. Kutoka katika eneo hili la Imaranguzu kata ya Rwamgasa, mimi ni Edgar Garwenduru.